Ukweli au uongo. Hujambo mwana RFI Kiswahili, karibu katika makala ya ukweli au uongo yanayokujia kila siku ya Ijumaa tukiangazia namna ya kutumia vizuri mitandao yetu ya kijamii ili tusipotoshane. Mimi ni jupita Mayaka, nami ni Hilary Ngati. Tukumbushe kwamba kipindi hiki tunashirikiana na, tunashirikia na, na laben Volencia. Na sasa, moja ya chapisho tunaloangazia ni madai kuwa wakazi wa Goma kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanapokea maji chafu kutoka kwa kampuni ya yme Jibu. Kadhalika tutaangalia dai kuwa klabu ya Manchester United imefungua milango yake ya uwanja wa Old Trafford kwa watu wasio na makazi. Lakini ukitaka kuwasiliana nasi, unaweza kutuma ujumbe wako kwenda namba yetu ya WhatsApp ukianalama kujumuisha 254707888555. Ujambo Ingati, si jambo. Umeshindaje? Meshinda vizuri, nashukuru. Kutoka upande wa pili, George Maina anasema <laughs> <akwili. laughs> tuanze wapi? Ah, tuanze kule uh, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo sasa tangu Novemba tarehe tatu mwaka huu, ukurasa wa Facebook kwa jina la Swahili Fasil, kwa maana ya Kiswahili kinachoeleweka na kila mtu, ukurasa huu una wafuasi zaidi ya elfu 85, ulichapisha habari ya kupotosha ulichapisha habari ya kupotosha inadai kampuni ya maji ya Yme Jibu ilisambaza maji chafu yenye rangi ya njano kwa wakazi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yme Jibu, msikilizaji, ni kampuni ya kibinafsi inayohudumu kule Goma DRC, ambayo hutoa upatikanaji endelevu wa maji safi ya kunywa. Kampuni hii inasafisha maji kutoka ziwa Kivu kabla ya kuyasambaza kwa wakazi, wafanyabiashara na taasisi mbalimbali. Sisi hapa kama RFI Kiswahili, chapisho hili lilitumwa kwetu na mwenzetu wa kule Goma Benjamin Kasembe ambaye tunashirikiana naye kwa masuala ya uhakiki habari za kupotosha kwenye mitandao ya nam pia, katika kuhakiki, tumeanza kwa kufanya mahojiano na Jackis Kahora, mkuu wa shirika la Imejibu ambaye alipuzilia mbali shutma hizo akisema shirika lake linasambaza maji safi kwa wakazi wa Goma. Ninawaza mpasha habari ya kwamba uliweza kujitembelea mwenyewe ndani ya mtandao wa maji na umeona fasi ambako tunatengeneza maji kutoka Ziwa Kivu na uliweza kutembelea fasi tunafanya storage ama fasi tunawekea maji na kwenye tunagabula maji kwenye bomba ya maji, na nawaza kuwa uliweza jionea kuwa maji ambayo tunapana ni maji safi, tunatia dawa kama vile kawaida. Kuna vipimo tunafanya kila siku na kila wakati, kwa kuangalia kama maji ambayo tunapatia wakaazi ni maji nzuri, alafu tuliweza ku shangala kusikia hiyo habari ya kupita mtandao, na sababu ya ile tuweza kuitisha wapasha habari wenyewe kusudi waweze kuangalia kama hiyo mambo watu wanasema ni kweli au ni uongo. Kauli yake pia ilithibitishwa na mwandishi wetu wa Goma, Benjamin Kasembe, baada ya uchunguzi katika maeneo husika. Ametutembeza katika maeneo yote kwenye mabomba ambazo yanakuwa yakitiririsha maji, tumekutana kwamba ni habari ambazo zilikuwa kabisa ni za uongo. Hadi muda huu watu wa eneo la magharibi mwa mji wa Goma wanakunywa maji hayo hayo, hayo yakiwa ni masafi na hayana madhara yoyote kabisa, na hilo ni kulingana na uchunguzi ambao Tuliweza kufanya pamoja na wataalamu wa shirika la Yme Jibu katika mji huu wa Goma. Na kwa mjibu wa ukurasa wa Facebook wa Swahili Fasili, walipokea habari hizo kutoka kwa wakazi wa eneo hilo, lakini baadaye walitembelea maeneo husika na kupata sivyo walivyojulishwa. Na mnamo Novemba tano, ukurasa huo ulikanusha habari hiyo na kuandika ile sahihi baada ya mawasiliano kutoka kwa kampuni hiyo iliyosema kuwa habari hii imetungwa. Ukweli au uongo. Bila shaka msikilizaji, kipindi unachoendelea kusikiliza hewani hapa RFI Kiswahili ni ukweli au uongo. Hapa tunahimizana, kabla ya wewe kusambaza habari hakikisha umethibitisha kuwa ni ya kweli na sahihi. Habari nyingine ya kupotosha tunayoangalia wiki hii kuna chapisho kwenye mtandao wa X la Novemba 9 linalodai klabu ya ligi kuu ya Uingereza Manchester United wametoa uwanja wa Old Trafford kwa watu wasiokuwa na makazi ili wasiishe mitaani. Msikilizaji, maelezo kwenye chapisho hili si ya kweli kwa sababu klabu ya Manchester United ilifungua uwanja wake wa mpira mwezi huu kwa hafla ya kulala nje kwa hisani kama njia ya kukusanya pesa na wala sio kuwaweka watu wasio na makazi kama machapisho ya mtandaoni yanavyodai. Na ukitembelea ukurasa wa Facebook wa wakfu wa klabu hiyo utapata kanda inaonyesha kanda ya tukio lililofadhiliwa na kupewa jina lala nje, mnamo Ijumaa ya Novemba 7 ili kuchangisha pesa kwa vijana walio katika mazingira magumu na wasiojiweza. Video hiyo inafanana na nyingine iliyoshirikishwa Novemba saba kwenye akaunti rasmi ya Instagram ya mchezaji wa zamani wa Manchester United West Brown akishiriki tukio hilo pia. Chapisho limeandikwa vibaya. Manchester United na wakfu wa Manchester United walisema video hii ilionyesha hafla hisani ya kulala nje ya Old Trafford na sio uwanja kukabidhiwa kwa wasio na makazi. Iwapo unataka kujua habari kama ni ukweli au uongo, wasiliana nasi kupitia nambari yetu ya WhatsApp alama ya kujumlisha 254 707 888 555 na msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kusikiliza RFI Kiswahili, kipindi ya wani ni ukweli au uongo, ukiwa nami Hilari Ngati nami ni Jupite Mayaka. Kwa sababu muda unasonga sana, tunakwenda dikule Bukavu, kwa njia ya simu tunaungana naye Rafaeli. Raf, habari ya jioni, unatuchorea nini kwenye kipindi? Kwa jambo ndugu zangu kwenye studio, tunafikiri muko salama na munaendelea vizuri sana. Hapa ni Rafaeli kutoka Bukavu na sisi tunaendelea vizuri, Mungu anasaidia halafu kwenye wiki hii tuliamua kuangazia kuhusu habari ya uongo ambayo inakuwa ikizunguka kwenye nchi ya Kongo na inakazanishia sana huko Goma. Kama tunavyojua vizuri, huko Goma kunapatikana organization ambayo inaitwa Yme Jibu. Halafu kulitokea watu ambao wamepost kwenye hiyo page Facebook ambayo inaitwa Kiswahili Fasil, wamesema ya kwamba hiyo maji ambayo inakuwa natengenezwa na Yme Jibu ni maji machafu alafu hiyo habari imechunguzwa sana na RFI na wameuliza hata huyo ambaye anakuwa mwongozi wa hiyo organization Jack Kahara, naye amesema ya kwamba hiyo habari ni ya uongo. Asante, asante, tukuache wewe umalizie kibonzo chako, lakini mjuze msikilizaji akitaka kukitazama anaweza kutembelea mitandao yetu yote ya kijamii, washirika wetu la benevolence wanabishahudi

Oui. Ungisikia butamu ya kakapombe, papa. <laughs> Kweli ya kakapombe kakutokea kule kwa mchoma. Ni kapombe kazuri sana mimi nakuambia. Mupenda, juni uo kupana komanda ya hii pombe, monshe. Kama unapenda kunywa zile pombe, kuna Mr. Okatazi. Mimi siyazikunywa ile pombe juu mina ya kama, bako hapo mchoma wanatengeneza na miguu zabo za kunuka. Lakini, juni uo kusevya kuongea. Angaleo peki ya badi mina kumitandao. Mina kuambia bazalo kwa mchoma bo peki. Bana itangaza kumitandao, na banusha kama bo peki, haba zikunya hii pombe. Juma

Angalia, uh, uh, uh -huh. Osome sasa wepe ila bali yenu kwa Mungu ni avongo mtupu sana. Shukrani za dhati Mchomaa na Jolie kwa kututumbuiza lakini pia kutuelimisha. ukiwa unaishuku habari kwenye mitandao ya kijamii, wasiliana nasi kwenye mitandao yetu ya kijamii RFI Kiswahili, lakini pia unaweza kutupigia simu kwenda namba yetu ya WhatsApp ukianalama kujumuisha 254707888555. Mimi ni Jupita Maya, katukutana wiki ijayo. Kwa heri, nami ni Hilari Ngati.